Mpendwa mtazamaji, siku ya Jumatatu, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tunalipata katika Injili ya Luka sura ya nne aya ya 24 na hadi ya 30. Yesu alikwenda Nazareti, mahali ambapo alikuwa amekulia Nazareti. Kule alipofika ilikuwa ni siku ya Sabato, akaenda moja kwa moja kwenye sinagogi, na akiwa huko akafungua chuo akasoma lile eneo ambalo walikuwa limeandikwa Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenipaka mafuta kwa ubini masikini habari njema. Wenyeji wale wakambeza, wakijua kwamba huyu anayejifanya yeye Roho wa Bwana yu juu yake Mbona tunamfahamu? Mbona baba yake ni huyu Yosefu, na dada zake wako hapa, tunaishi nao. Wakamwambia, kama roho Bwana yu juu yako, waonye ndugu zako juu ya mwenendo wako, msaidie mama yako katika maisha magumu aliyokuwa nayo. Ndipo Yesu akazungumza, akasema, akawaambia wale makutano, hakuna nabii mwenye kukubaliwa katika nchi yake mwenyewe. Hakuna kitu kibaya katika maisha kama kudharauliwa na ndugu zako, wameshindwa kuweza kuona kile ambacho uko nacho. Yesu anawatolea mfano huu, anasema kwamba palikuwa na wajane wengi katika nchi ya Israeli zamani za nabii Eliya, na wakati mbingu zilipofungwa miaka mitatu na miezi sita njia kuu ikaingia katika nchi ile, na nabii Eliya hakutumwa kwa mmojawapo, ila alitumwa kwa mjane mmoja wa Serapta katika nchi ile ya Sidoni. Na anaongeza anasema, palikuwa na wenye ukoma wengi, kama inavyozungumzwa katika kitabu cha Wafalme, kitabu cha pili cha Wafalme sura ile ya tano aya ya kwanza mpaka kumi na tano, akimzungumzia juu ya mtu anaitwa Namani, mtu wa Shamu, ambaye nabii Elisha alimponya, alivyomwambia aende akajichovya kwenye maji ya mto Yordani mara saba. Kwa mtindo huo Yesu anatolea mifano hii akisema kwamba kwa sababu ya hilo hamtapata muujiza wowote ule, yale yote ambayo mlikuwa mmeyaona yametendeka huko maeneo ya Galilaya na maeneo ya Kapernaumu hayatafanyika hapa, na ndipo alipoamua kufanya hicho. Hawa watu walipoona kwamba amewatamkia maneno hayo, walijaa ghadhabu wote. Katika sinagogi walipoyasikia maneno hayo, wakaondoka wakamtoa nje ya mji, wakampeleka hadi katika ukigo wa kilima ambacho mji wao umejengwa, wakataka kuweza kumtupa juu yake ili afe akidondoka chini, lakini yeye alipita katikati kati yao akaenda zake maana yake nini? Hata kama utakataliwa hata kama utanenewa maneno mabaya na baadhi ya watu wa karibu sana, ndugu zako, Mwenyezi Mungu atakupatia nafasi, utapita kati kati yao, utaondoka. Na baada ya hapo, Yesu hakurudi tena Nazareti, maisha yake yote hadi alipoenda Yerusalemu, akaenda kufa kule. Haijalishi, katika kipindi hiki umekataliwa, hujapokelewa, wewe si wa kwanza Yesu alifanya maneno kama hayo, alifanya matendo kama na ndugu zake. Jipe moyo. Alipoondoka Nazareti akaenda Galilaya, akaenda Kapernaum. Huko ndiko alikopokelewa na huko ndiko alikofanya miujiza mingi zaidi. Yamkini umezuiliwa eneo moja, nenda eneo jingine. Mwenyezi Mungu atafungulia milango, utapokelewa. Na jina la Yesu lilikuwa ni kubwa zaidi, hadi leo ukienda Kapernaum unaitwa mji wa Yesu, lakini sio Nazareti ambako alikuwa amemkataa. Akubaliki na kulinda, Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.